Tuliisha katika majazu, tukaingia katika al-isti'ara. Huwa tashbihun hudhifa ahadu tarafai, ni ni tashbih, kama tashbih kunakuwa ni mushabbah na mushabbah bihi, lakini kunakuwa, kunaonyeshwa nini moja katika zile tarafu zake Tulisema tarafu mbili za tashbih ni mushabbah na mushabbah bihi. Sasa lau ikaondoshwa moja inaitwa istiara, wazi ndo? Tukaambiwa lau ikiondoshwa mushabbah, ile istiara ataistiara gani? Iliondoshwa mushabbah ikabakishwa mushabbah bihi, itakuwa ni istiaratun tasrihiyya. Lakini lau kaondoshwa, la ikaondoshwa mushabbah bihi kwa jina lake. E, watasema ummu fulani, ummu kadha. Na kwa hiyo ndo maana ita ita makniyah, kwamba imeondoshwa mushabbah bihi na tulisema mushabbah bihi ndo aqwa, si ndivyo? kwa hiyo kiondoshwa lazima tubakishe kitu ambacho kitatujulisha kwamba mushabaha bihi imefanyaje imeondoshwa. Tuangalie mifano katika Alkitabu kisha tusome na bahtha. Anasema alamthilatu, qala taala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Sio ukurasa wa 71, anasema kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshusha Al-Qur'anul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrija an-nasa, iiwate watu min adh-dhulumati. Kalima gani imepita? istiara adh-dhulumati wa wan-nur, kwa mimi mfananisho adh-dhulumati kama nini? Adh-dhalal, kupotea. Ukiwa katika shirki ukiwa katika al-kufru, sasa umepotea, uko katika kiza. Kiza uoni, kwa unakuwa kama akili yako haipo. Lakini ukatolewa kat katika kiza, ukiwa okay, katika mwanga, unakuwa unajielewa. Sasa kwa hiyo nakutoa katika kukiza na kupeleka katika mwanga, mwanga ambao ndo al-huda. Umeona? Kwa hiyo tamwambia adh-dhulumati na an-nur, kumepita istiara. Istiara gani hapo?

wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usd falam ara sikuwai kuona kabli baada yangu mamasha al-bahru nahwahu anayetembea mfano wake sawa. Wala rajulan, wala sikuwai kuona mtu, qamat, aliyesimama eh, tu'aniquhu al-usd, na kumbatia simba, sivyo? Sasa si tarudi taulizana, je, bahari natembea haitembei? <laughs> si ndivyo kwamba tawambia huyu mtu anesifia amefananishwa na bahari katika ukarimu. Ndio maana tulisema kwa nini waarabu wanafananisha mtu mkarimu na bahari? Kwa sababu bahari unaenda kuvua, ulipi chochote, kwa hiyo ni ni dalili ya ukarimu. Kwa hiyo albahru ni mushabbah bihi, yule anayesifiwa ndio mushabbah. Je, yule anayesifiwa ambaye ni mushabbah yupo? Naambia imetolewa, kwa hiyo imebaki mushabbah bihi. Wewe ukitaka kufahamu tu hizi, angalia mushabbah bihi yupo, ukiona tu mushabbah bihi yuko, jua ni istiaara tun tasrihia, sawa kwa albahru imepita hapo, istiaara nitakwambia, istiaara gani? Nitakwambia istiaara tasrihiyah. Kisha kuna nyingine, wala rajulan kama tuaniquhul uslu, wala mtu ambaye amesimama kumpiga makamama ama kumkombatia simba, waweza kumkombatia simba <laughs> kwa aluslu, pia kuna istiaara. Istiaara gani? Tutaangalia, je ni mushabaha bihi ama ni mushabbah? Huyu ni mushabaha bihi, kwa sababu yule yule mtu amefananishwa na simba.

Sinivo, hulwan, ushindi uliokuwa mtamu si wa dhafarin kushinda ushindi mwingine wowote taswafahat fihi bidhul hindi, ambao umepeana mikono bidhul hindi, tulisema ni katika majina ya panga asaif, sio, imepeana mikono panga walimamu na nini lumma. Tulisema lumma ni nywele ambazo kwamba zimevuka katika sikio, kama Sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele za sample hizo. Sasa sisi tumetafsiri kama kama maneno alivyo, lakini kimaana ni gani, anamaanisha tasawafa hatbi bidhul hind wal limam. Je, mapanga yanaweza kuupea na mkono na limma? Kwamba anamaanisha zile panga zimewekwa katika nini, shingo, watu wamekata, kwa maana kwamba ndio ushindi ule mtamu, watu kupigana katika maraka ukapatikana ushindi. Kwa hiyo tamwambia kalima gani imepita, istiara tasawafa hat, sivyo? E, na hiyo nini

Hajjaju pia anatuambia katika moja ya hutuba zake, inni la ara ruusan qad ainat wa hana qitafuha eh, wa inni la sahibuha. Naona mimi ruusan, baadhi ya vichwa, qad ainat, yani vimekuiva zime zimeiva. Wahana qitafuha, kisha mifika wakati wa kukatwa. Wa inni la sahibuha, na mimi nitavifikia, ama nitakuwa ni mwenye kuvisuhubia ama mwenye kuvikata <laughs> Sasa, ahli Hajjaj wametumia kalima tu ainat. Sinivo? Sisi tutaulizana tu vichwa kiasla na vivizi vikaiva. Sinivo? Maana vichwa vya mwanadamu sio maembe. Sinivo? Kwa hiyo imefananishwa vichwa, imefananishwa nini? Kuiva kwa vichwa kama kuiva kwa matunda. Lakini katolewa nini? Ikatolewa matunda iko kwa vichwa. Kwa hiyo ruusan Ukipitisha istiara katika ruusani ni afa, na pia ukipitisha istiara katika inaati afa, sivyo? Kama tulivyoelezea katika durusi zilizopita. Kwa hiyo tutaambia hapa ruusa ni mifananisho kama matunda, sivyo? Kisha ikaondoshwa mushabbah bihi ambayo ni matunda. Na ikiwa umeondoshwa mushabbah bihi lazima utafute ile dalili ya kwamba mushabbah bihi imeondoshwa ambayo nini? Ainaat, kwa sababu tutaambia ainaat ni wasfu unaotumika katika matunda tu Aa, ruusan mushabbaha imebaki, kwa kuwa mushabbaha bihi imeondosha, basi ni istiaaratun makniya. Wazi habibi? Naam. Kisha qala al-Mutanabbi, wa lamma qallat al-ibl imtatayna ila ibn abi Sulaiman al-khutuba. Anasema lamma qallat al-ibl, pale ngamia wale walipokuwa wachache wamepungua kweli, imtatayna tukapanda imtato nikupanda pia ila Ibn Suleimana, tukaenda paka kwa uyu Suleimana alkhutuba. Eh, yani tukapanda. Alkhutuban maf'ulun bihi sawa. Imtatoina alkhutuba ila Ibn abi Suleimana, kwamba tukapanda maswaibu yetu mpaka kwa Ibn Suleimana. Maana ya biti ni kwamba si farasi hakuna, ngamia hakuna, lakini kilichotufanya sisi paka tukufika kwa Ibn Suleimana ni zile shida zetu, zikatufanya mpaka tutembee a al khutuba zile shida, ili tumfuate huyo rais, ni kiongozi atatatulia zile shida zetu. Kwa hiyo tutaangalia kalima gani imepita istiaara ili uweze kuf... kuweza kujua. Kwanza tutaangalia lile beti kalima gani imetumiwa katika maana yake ambayo si ya asili, wala maqalatil ibli, imtatwaina, imtatwaina al khutuba. Maswaibu anaweza kupanda kwa sababu maswaibu ama misiba ni kitu maanawi. Kwa hiyo tutaambia al khutuba kuna istiaara. Sawa, kia cha pili unachotakiwa kuangalia, utaangalia, je ni mushabaha bihi ama ni mushabba? Kwa hiyo akasema tumepana maswaibu yale, yani maswaibu yamefananishwa kama nini? kipando kama ni farasi ama nini, si ndivyo? utajua vipi kama ni mushabba ama ni mushabaha bihi? Utaangalia zile zile rumuzi, hii itakwambia ni mushabba. Mushabaha bihi ni farasi na farasi ama ngamia kilichotudulisha ni mushabaha bihi, tawabia imtataina ni ramzi yake, kwa sababu ndo imebakishwa kutuonesha kwamba kitu kile kina kinapanda kwayo alkhutuba ni istiara. Istiara gani? Makniya. Kisha mwisho anasema wakala almajdu ufia idhu ufita wal karam wazala anka sindio? Wazala anka ila adaika alamu, anasema almajdu ule ukarimu ufia ulipoa idh ufita sivyo? ulipopoa ulipopewa shifa ulipokuwa na wewe umepona. walkaram pia na pia ni maatufa almajd bi maana almajd walkaram ufia idhufita wazala anka ila adaika alalam, na kisha ikaondoka kutoka kwako kwa kwa yale machungu ya maadui. Sawa, kwa tutaangalia kalima gani imetumiwa katika sehemu ambayo si maana yake sio? Naona hapa ni almajdu wa walkaram, kwa sababu ni vitu maanawi ya viazi vikapona. m kullu istiaaratun maknia min qarinatiha istiaara tasriihiya, kwamba ukipitisha katika moja katika hizi basi uruhusi kupitisha katika zingine tuangalie albahth. Yakulu musannif rahimahullah ta'ala, fi kulli mithali min al-amthila as-sabiqa, katika kila mifano iliyopita. Majazun lughawi ni majaz ya kilugha, na hii ni muhimu sana kwa maana kuna majazul mursal na kuna majazul lughawi. Kwa hiyo tunaosoma sasa hivi ni istiaara ambayo ni katika aina ya majazul lughawi kwa maana

ambayo ni adh-dhulumati wan nur wala yuqsad bil ula illa adh-dhalal, na kisha lile la kwanza ambalo ni adh-dhulumati, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusudi isipokuwa ni adh-dhalal, kule kupotea, kisha wala yuradu bil thaniya illa al-huda wal iman, na kisha ile nur inaokusudiwa katika aya ni al-huda ule uongofu na al-iman wal alama tu, na sasa ile alama inotujulisha kwamba ni ni hivi ndio ni, ni, vinavyokusudiwa nini al-mushabaha ni kufanana kwa maana nur. Ukiwa katika nuru unakuwa umeongoa, unaongoka, unaweza kujiongoza ukiwa katika alhuda, pia vile vile uko katika usalama. Kisha walqanina tuhalia karina, tunajua kuna karina ahya inakuwa ni halia na nyingine mushab e, uh, tulisema karina ima ni halia, ile hali tu inatueleza mathalan hapa kwamba karina kwamba mtu aweze katolewa na kitabu kupeleka katika nuru, sivyo?

na huyu mtu ni mkarimu, kwa hiyo tukawafananisha katika hii sifa, katika kama bahari. Wal qarinatu masha wal asad. Eh, na karina ama kile kinachotuzuia kutwalikisha ama kujua maana ya hakika kwamba ni bahari ni masha, kwa sababu bahari itembei. Wal, uh, wal usdu na, na pia simba, allati yuradu biha ashajaani, ambayo inakusudia mtu ambaye shuja. ni shujaa li alaqatil mushabaha, pia ambapo kuna alaka, kuna mafungamano ya kufanana walqarinatu tuaniquhu, na qarina kinacho yani kisika qarina ni kile kitu ambacho kimetusababisha sisi tusifasiri hivi tukafasiri vingine, ndo qarina. Kwa hiyo tuaniquhu ndo ndo qarina, inatuzuia sisi kutafsiri asad kama ni mnyama, tutafsiri kama ni ni mtu. walbaitu thalithu yahtawi ala majazi, na katika baiti ya tatu pia na kusanya majazi huwa tasawafa, nayo ni kule kupeana mikono alladhi yuradu minhu talaq Eh, talaqat sivyo, ambayo inakusudiwa ina, ina, ina kule kukutana. ni Alaqatil mushabahati ambayo alaqa yake ni, ni ufanano ama kufanana. wal qarina, na qarina nini? bi dhul hindi wal limam wa idha taamalta kulla majazin sabaqa, na ukiangalia mukitaamali katika majazi zilizopita, raaita annahu tadammana tashbihan, utaona kwamba ni, ni tashbihi iliyokusanya eh,

Kisha asema wa yusamma hadha almajaz isti'ara, na majaz kama haya kuondoshwa mushabbah ama mushabbah bihi tunaita kwa kilugha isti'ara, sawa. Kisha asema walamma kana almushabbah bihi musarrahan, na lau ukiona mushabbah bihi amewekwa wazi musarrahan, ametajwa eh, fi hadha almajaz summiya isti'aratan tasrihiyya. Basi ukiona mushabbah bihi ametajwa katika beti ama katika jumla, jua inaitwa isti'aratan tasrihiyya. Kisha narji'u idhan, kisha baada ya kumaliza maelezo hayo anasema turudi, ila al-amthilati al-thalathati al-akhira, katika mifano hii ya tatu. Sawa so, ambayo inaanzia katika inni la ara ruusan. Anasema wa yakfi an nuwaddiha laka mithalan, na itatutosheleza sisi kukuwekea wazi kwamba katika mfano eh litakisa alayhi ma ba'dahu, tunakupa mfano mmoja tukisha, anatuambia tutakisia hivi vilivyobaki, wa huwa qaulul hajjaju Eh, fi tahdidi, nao ni kauli ya Hajjaj ambaye alikuwa akifanya tahdidi, akiwahofisha watu. inni la ara ruusan qad ainat, nimeona zile vichwa vimekuiva. fa inna alladhi yufhamu minhu, anatuambia sasa mwasanifu, kinachofahamika kutoka kwa Hajjaji annahu yushbihu ruusa bil thamarat, kwamba anafananisha vile vichwa kama nini, kama thamarat, kama matunda. fa aslul kalami asli ya maneno ni gani? inni la ara ruusan kathamarat kad ainat. Lakini kathamarati kaondosha, ndio inaitwa istiara. Sasa kwa hiyo anasema thumma hudhifa almushabba, ikaondosha mushabba ambao ni athamarat, yale matunda fasara, inni la ara ruusan qad ainat, ikabaki jumla kwamba inni la ara ruusan qad ainat, hakuna katha marat. Ala takhayyul anna arruus qad qad tumithalat fi suratin thimar, kwa kuzania tu, amba ama kwa kufikiria kwamba vile vichwa vimefananishwa kama matunda. Wa rumuz al mushabbah bihi al mahdhuf bi shay'in min lawazimihi, na kisha ule mushabbah ikabakishwa alama kutuonesha kwamba mushabbah bihi ameondoshwa.

nayo ni ile ambayo mushabaha bihi ameondoshwa wa rumiza lahu bi shay'in min lawazimihi, kisha ikawekwa alama, eh, katika zile alama inaotuonesha kwamba ime kimeondoshwa. Tumalizie na mudhaf, sio? Anasema qala al-mutanabbi yasifu dukhul rasul ar-rumi ala sayf ad-dawla. Mutanabbi anatuambia akiwa anamsifia mjumbe, yani mfalme ametuma mjumbe katika falme zingine. Sasa anaingia Miana, na kama tunavyojua tunajua red carpet. Eh, red carpet ukiona unaingia kwa mfalme kwa rais kuna red carpet sasa. Sasa anamsifia yule mtu anavyoingia na yuko katika red carpet tunasikia anasemaje? Anasema wa aqbala yamshi fil bisat fa ma dara ila al barhi ila al bahri yas'a am ila al badri yartaqi. Wa aqbal, aqbala ni mtu kuja. Anaenda, yamshi fil bisat, anatembea katika ile bisat. Sawa? Fa ma dara hatujui, ila al bahri yas'a, anaenda Eh, katika bahari am ila albadri yartaqi, ama anapanda katika katika mwezi kwa miana. Ukiangalia rakaraka hapa, kalima iliyotumiwa kama istiara ama kalima imepita majazi ni kalima gani? Ila fil tamana aqwa. Wa aqbala yamshi fil biswat fa madara, hakuna ma, eh, tashbihi yote, si ndio? Kisha ila albah ila albahri, kwani huyu anaenda katika bahari? Sindivyo, ametumwa na mfalme, so baharini, sindivyo? kwa ila albahari hii, tutakwambia hapa kuna tashbih. Ah, ili tujue kwamba ni mushabaha bihi ama ni mushabba, tutaangalia ila albahri yasa am ila albadri yartaqi kamiana, tutakwambia ni mushabaha bihi kamiana. Kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu yule mamduh ndo anasifia yule rais wa kule anayefuatwa, na amesifia kama bahari, kwa hiyo ndo mushabba

Jamala yani kwa ule uzuri kama yale macho, yeye ndo anayakirimu. wal udhuna bayana, na yale masikio yanafanywa ukarimu kwa ule ubainifu wa maneno yake. Famiana. Sasa sisi tuangalia kalima gani imepita istiara. kana akhi yakri alaina, macho yanaweza kukirimiwa? hayawezi kukirimiwa, si ndivyo? Kwa hiyo tutamwambia tashbih imepita katika kalima tu aina, si ndivyo? Tunataka tujue ni tasrihia ama ni makniya.

Rabbi inni wahana, yani Mwenyezi Mungu wahana alazmu, mifupa yangu imekuwa nini? Wahana imekuwa dhoofu, kwamba amekuwa mzee, yani sio. Washtala ar-ra'su shayba, na kichwa changu kimetapaka tabaka mvi. Fahamiana, kalima gani imepita, istiara ama tashbih? Rabbi inni wahana alazmu, hakuna kitu hapo sio, japokuwa wahana alazmu kama kuna kuna kinaya Sawa, so, washtaala raasu shaiba. Tako ni pita kwenye nini? Kwenye washtaala, maana ishtaala ni wasifu unaotumika katika moto. Ishtaala ni nini? E, ukitaka e, kusema nimewasha kitu, basi unasema ishtaala. Sasa kwenye kichwa hakuwezi kuwaka moto, kwa hiyo umetumia ishtaala kama nini? Kama kuota kwa zile mvi. Kwa maana kumesa mbaya, sawa? So, Kwa hiyo Akasema arrasu arrasu, shayba shayba, hapa nitamiza, sio washtala arrasu shayban. Naam, kwa hiyo ashtala hapa itakuwa ni mushabaha bihi. Mushabaha nini? Ni fiili ya ya ku ya kuota nyele. Mathalan, utasemaje kwa kiarabu kuota mvi? Tulipita kunyuma pia tukiakumbuka tukumbushana, famiana. Kwa hiyo istala ni mushabbah bihi, mushabban ni fi'li nyingine tu. Kwa hiyo kwa kuwa maadamu mushabbah bihi yuko, tutaita ni istiaaratun tasrihiyah. Waqala arabiyun fi almadhhi fulan yarmi bi tarfihi haythu ashara alkaramu. Yani fulan yarmi bi tarfihi, macho yake yanapotua eh, bi yarmi bi tarfihi, hurusha rama, yarmi si hurusha kwa bitarfi, kwa sababu ya yale macho yake. haithu ashara alkaram, sehemu kwenye ukarimu ndipo macho ndo macho yake yanapokwenda. Famiana? kwa hiyo tunasema ule ukarimu unaweza kuashiria. Ukarimu hauwezi kuashiria, si ndivyo? kwa hiyo tunaweza kusema ule ukarimu umefananishwa, ume kama na mtu. Famiana? kwa hiyo ikiwa ukarimu na mtu, nani mushabbah na nani mushabbah bihi? mtu ni mu